bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na themart supermarket piga simu namba 0775946447 gazeti habari leo habari iliyopewa kipaumbele ni majaliwa vijana ili ndeni tanzania ataka umakini uchaguzi usivuruge amani ahimiza washirikisho biashara ya e carbon habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili mambo manne kuibeba bajeti ya afya habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. CCM yataka utalii ichangia asilimia ishirini pato la taifa. Habari katika ukurasa, ukurasa, ukurasa wa tatu. Wabunge washauri elimu ya pitu udhibiti pombe kali. Habari katika ukurasa wa tatu. MSD yasambaza vifaa tiba vya akili mnemba. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Vigogo vigo wawili Chadema wajiunga ACT wa, e wa Zalendo. Habari katika ukurasa wa ishirini. Padri Kitima amshukuru Mungu kumponya, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bill Gates kugawa utajiri wake Afrika, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi yenye habari iliyopewa kipaumbele ni kizungumkuti: serikali askofu Gwajima, ngoma bado ngumu. Polisi wavamia kanisani, waumini wasimulia walioyapitia Gwajima hajulikani alipo, waumini waweka kambi nje, Bagonza Temanyongo, kamanda Murilo atoa kauli. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano wa gazeti hili, habari picha ikionyesha baadhi ya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima wakiwa nje ya kanisa hilo. Kwa nini kanisa lifungwe? Kufungwa kwa kanisa la ufufuo na uzima kumeibua mjadala, huku wengi wakihoji sababu waumini kunyimwa haki ya kuabudu wanaamini kuwa adhabu hiyo ingeweza kuelekezwa kwa askofu Gwajima na si kanisa nchi nzima. Wakili Kibatala ajipanga kuingia kazini kulitetea kanisa. Haki ya Gwajima kupigania haki yake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano. Gazeti hili limeandika bei ya vifurushi bima ya afya vya zua balaa, habari katika ukurasa wa tatu. Wazawa sasa kupewa mradi wa mwendokasi habari katika ukurasa wa kumi na moja. Ni kwenye mradi wa mabasi yaendayo haraka dat awamu ya pili, kati ya Gerezani Mbagala, ambao umekamilika zaidi ya mwaka mmoja, na kilichokuwa kinasubiriwa ni mabasi ili wananchi waanze kunufaika. mia mbili ishirini na tano idadi ya mabasi mapya ya mwendokasi yanayoelezwa yataingizwa nchini hivi karibuni kwa ajili ya kutoa huduma njia ya Mbagala habari picha inaonyesha abiria wakisubiri usafiri kwenye kituo cha mabasi ya mwendokasi Dar es Salaam cha umma ya jana. Sababu tatu kuikabili CCM sifo si iko Mwanza, habari katika ukurasa wa sita. Majaliwa aonya vijana vyashiria vya chokochoko choko, habari katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa vijana wa Tanzania kutojiingiza katika ajenda za watu wachache wanaolenga kuvuruga, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbili. Pata nakala yako some kondani zaidi. Nalo gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni polisi askofu Gwajima afuate utaratibu wa kisheria, ni wapo wanaotaka kanisa hilo liendelee na shughuli zake za awali. Ulinzi waimarishwa kwenye kanisa hilo, waliokaidi wa wakamatwa. habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Padri Kitima aongoza ibada ya shukrani da kwa kutoka hospitali, habari katika ukurasa wa nne. Makada wawili Chadema watimkia ACT Wazalendo, habari katika ukurasa wa nne. JKT yaondoa wasiwasi wazazi kuhusu mafunzo, habari katika ukurasa wa nne. Dkt Biteko azindua mkakati wa taifa wa mawasiliano ya nishati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Rais Samia kukabidhiwa geu hiyo Juni kumi kulu da. Habari katika ukurasa wa tatu, Bill Gates atangaza kuipatia Afrika dola bilioni mia mbili. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa kukuza vipaji kujenga ujuzi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 Songea ostebei, msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana ya nasi kwa simu namba 0767 1033 133, barua pepe tokohas tz at gmail.com. Toka College of Health and Allied Science, we are the way to your success inalo gazeti Nipashe mwongo jamii lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni patashika kanisa la Askofu Gwajima, askari polisi watanda kamanda Muliro akili kuna watu wamewakamata, Askofu Bagonza akosoa uamuzi kufuta kanisa. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili nuku katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ikisema, wakati tukielekeza nini cha kufanya, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kutoelewa ikabidi tuwachukue na tunaendelea kuongea nao kujua kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinaelezwa, au walikuwa wanafanya tu kukataa kwa maana ya kutaka kusababisha fujo. Hii ni nukuu kamanda Muliro, habari picha ikionyesha askari polisi katika eneo la kanisa la Ufufuo na Uzima, Dar es Salaam vigogo chadema wajifungia da ni kuhusu hoja ya msajili wa vyama cha umma yajaribu mitambo mwanza act wapokea wanaohama chadema caf yasuka so mikakati habari kamili ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 17 serikali ya kubali kulipa iptl bilioni 8.5 badala ya trilioni 4.9 habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili silimundu janga watu milioni kumi nukta mbili nchini waishi na vinasaba vyake. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Nipashe limeandika matumizi ya pitu yezo jambo madhara kumi yaainishwa, habari katika ukurasa wa tatu. Rufani kuhusu kesi ya binti wa yombo yaanza kunguruma, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika feitoto aibua Azam yazita Simba Yanga, Kaiser Chiefs, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, na gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia agusie vikwazo uraisi, aliyesema Jenerali Mabeo mwaka 2021 Chato bado ni siri wahusika njama kuchakachua katiba bado wapo. Azindua ilani ya baraka zake baada ya kutekeleza vyema iliyotangulia. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Siku 58 za moto CCM, Agosti 24 kitafanya kikao kufikiria na kufanya uteuzi wa mwisho wa majina ya wana CCM wanaoomba ubunge, uwakilishi na viti maalumu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Padri Dr Kitima amshukuru Mungu. Habari katika ukurasa wa saba. Mkandarasi atishia kungoa milango, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika wizara ya ardhi yaja na vipaumbele saba, habari katika ukurasa wa tatu. Waliotumia baibui kufanya uhalifu mbaroni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Watu wanne wametiwa mbaroni na jeshi la polisi mkoa wa mjini magharibi kwa tuhuma za unyang'anyi kwa kutumia nguvu na kujeruhi raia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika msajili hazina matumaini makubwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Pata nakala yako usome ndani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni soranga mabalozi utangazeni utalii. Mkazi wa waumbi ahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Majaliwa wekeni vituo vya kuchakata taka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Mbunge ataka mpango wa kusaidia wananchi masikini huduma za afya. Habari katika ukurasa wa tatu. Mazungumzo chanya yafikiwa kati ya Ukraine na Urusi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa so wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti Uhuru, ukweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele. Jumatano leo ni waziri mkuu, vijana msikubali kutumika. Watakiwa kuepuka matukio yenye kuhatarisha amani katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Oktoba. Awaeleza kutumia nafasi zao za elimu kuchanganua mambo, ikiwemo kuhoji mambo ya msingi. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika ilani mpya CCM elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini vifo vya uzazi watoto wachanga kupungua. Habari katika ukurasa wa tatu. wa Tanzania Japan kushirikiana uwekezaji, biashara ya kaboni katika ukurasa wa sita mkakati wa taifa usimamizi taka waja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika msajili wa hazina awaibua wachumi gawio bilioni mia tisa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Shimbi, kitabu cha mzee songa mbele kitakuwa rejea, habari katika ukurasa wa pili. Waziri atoa mwelekeo wa matumizi ya nishati mbadala, habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima gazeti wa Machinga ni nalo ya mikononi mwangu, lenyewe katika ukurasa wake wa ukura mbele limeandika bima ya afya kwa wote sasa ya iva elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita Waziri Jenista Mahagama asema bima ya afya kwa wote itaanza elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita lengo likiwa ni kupunguza vifo. Bunge limepitisha bajeti ya wizara ya afya ya tirioni moja nukta sita Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Majaliwa ataka ushiriki wa vijana biashara ya carbon habari katika ukurasa wa nne. Uharili watakiwa kupaza sauti kizazi chenye usawa habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Yonazi ushiriki wa Tanzania jukwaa la dunia uongezeka habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Padre Kitima aongoze ibada ya shukrani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti wa Machinga, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti wa Machinga, sauti wa nyonge. Jumatano ya leo na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni sababu tano mtego wa dabi, ni Yanga dhidi ya Simba Sports Club siku ya Juni kumi na tano saa kumi na moja kamili jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa. Ikanga spidi yamemkuta habari melika kwenye ukurasa wa tatu. ni harajiga na kina nani? Hili ni swali, majibu yake hapo ya kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Da Bruno akataa bilioni 725, habari katika ukurasa tisa. Azam, wa kumi Azam m yaanza na mbadala wa Faitoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili na hivi ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Jumatano leo magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Afrika Kusini kipimo sahihi Morocco, Simba ya tano Afrika. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga yataja ratiba yao, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Jakovic amzima dori atinga robo fainali, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Azamwaacheni wachezaji wetu